Yes, mpaka sasa hivi dunia imetufundisha kwamba kama mtu amekukataa na wewe mkatae, kama mtu amekuchinjilia baharini na wewe mchinjilie baharini. Kamwe usimbebebebe huyo mtu, kamwe usimzingile zingile huyo mtu, kamwe usimtengenezee kata huyo mtu, kwa sababu mwisho wa siku ukimtengenezea kata kata yako ataichoma, mwisho wa siku ukimzingila zingila huyo mtu au kambeba beba, mwisho wa siku atakunyea, mwisho wa siku atakukojolea huyo mtu. Kwa hiyo hata wewe, yule mtu ambaye amekukataa mkatae, yule mtu ambaye amesema sitakusaidia, mwambie asante na shukuru, na mimi siku nikifanikiwa, sitakusaidia na mimi vile vile. Kwa hiyo watu wanaokukataa wakatae vile vile, watu ambao wakusaidii usikusaidie hivyo hivyo, tutajua mbele kwa mbele.